Karibuni katika mkutano wa msemaji mkuu wa serikali. Leo tupo hapa viwanja vya Sabasaba. Mkutano wa msemaji mkuu wa serikali maalum kabisa kwa ajili ya kuzungumzia maonesho ya biashara ya 49 ya Dar es Salaam maarufu kwa jina la Sabasaba. Kwa hiyo niombe wananchi mjitokeze kwa wingi kuja hapa kwenye banda letu mfurahie yale mambo ambayo tumepanga kuyaonesha hapa. Tutakuwa na wanamichezo pia, leo amekuja Kinajaki um, lakini tutakuwa na wanamichezo wengine wengi watakuja hapa, tunawategemea uh, Gambo Zigamba, wadau wetu watakaokuja Punchline, Studio 19, Lady JD, Clown Media. Tutakuwa na Alikiba hapa, African Princess, Nandi, Chido Salon ana collection nao pia watakuja kuonesha bidhaa zao katika tamasha hili. Tutakuwa so tutatoa usajili wa kazi za sanaa na ubunifu na utoaji wa vitambulisho na leseni kwa wasanii. Lakini jingine kwa wale wana michezo, tutawatangazia tarehe. Tutakuwa na siku maalum kama mbili ama tatu, tutaleta kombe la bingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara, Dar es Salaam Young Africans, tutalileta hapa. Watu watapata fursa ya kuja kupiga picha na kombe lao la timu ambao wamekuwa mabingwa wa ligi kuu.